Wapo wanawadanganya, najua wengine wanatisha message, achaneni nazo na hata mtu akikupa hela wala hata usiye na mashaka, we chukua, alafu fanya kazi yako. Lakini nimekuja kuambieni mimi, nakuja kuwapa ahadi ya kesho kutwa. Siku ile niliwambia mkifunga simba nitawapa milioni hamsini, sivyo nilivyosema? Lakini haikuwa riziki sasa ile milioni hamsini sijawahi kuitumia, mi niliacha maksudi, niliacha makusudi kwa sababu nilikuwa najua Yanga watakuja na kihelehele, na wameanza kuingia tangu jana. Kwa ile milioni hamsini ipo na nitaongezea katika ile, nitaongezea milioni kumi kao, na mimi nitakuja kuangalia mpira Tarehe mbili nikiwa na milioni 60 mezani kwa ajili yenu nyie.